Hakuna hakuna masaala, yaani hapa kuna kalima moja hapa, kalimatu haq, ambo kwamba nimekumbuka jana jioni, ambapo kwamba nilisoma kabla ya miaka kadhaa, takriban ilikuwa ni mwaka elfu mbili na kumi na nane au elfu mbili na kumi na tisa mwisho

ala, al ala al al al al al madhhabi Shafii. Hiki kitabu kimeandikwa na Shekh Alfan Suleiman Tiwani, Shekh Alfan Tiwani. hmm. <tipansweet> Aywa, hii picha yake yani, ni Shekh Alfan Tiwani, yani ni katika watu ambao kwamba ni wasomi makini sana ambao kwamba waliosoma zikasomeka. Asili yake ni mtu wa Pemba amesoma Roman na amemaliza huko. Ni msomi mzuri na ni mwandishi mzuri sana, mwandishi mzuri sana. Allah yafadhlahu hafidhahullahu taala wa raha. Angalia, kuna maneno hapa mazuri sana pokaa. Nataka niwasomee katika ukurasa wa hamsini na nane alipokuwa hapa, kuna sehemu kadha katika marejeo yake, amerejea katika vitabu vya nane

lahu kutubun kathiratun, ana vitabu vingi. wa tahqiqatun adidatun raiatun rai, na ana uhakiki vitabu, yani kuna vitabu kadha ambavyo kwamba amevihakiki, uhakiki ambao kwamba ni mwingi na raia mzuri sana. wa min arwa'i kutubihi, na katika vitabu vyake vizuri sana katika vitabu vizuri zaidi katika vitabu vyake, sahihu sifati salat

litasaddi kwa ajili ya kupambana lihajamati lharakati takfiriya na hujuma za harakati za grupu hili la, la mukafirin kwenye kukufurisha mawahabi yani. tasaddiyan kamilan. Fa innahu faragha nafsahu litasaddi, ameweka nafsi yake faragha kwa ajili ya kupambana na hujuma za haraka za kukufurisha, tasaddiyan kamilan hivi takriban miaka 40 kazi yake ni kufundisha watu aqida, kufundisha watu fiqh na kuradi. Kama unaweza Unaweza viradi. Hakuweza kukiradi hata kitabu kimoja, zaidi ya matusi tu. Na mara nyingi al-Imamu Hassan Sakafu, akimpigia simu amwambia taka tuje tufanya mjadala, Albani akikimbia, asema sina muda sina kadha. Wanafunzi ambao walikuwa wanasoma kwa al-Imamu Hassan Sakafu wana miezi miwili walipoenda kumtembelea Albani Yemen, walifanya naye mjadala masaa tisa. Wanafunzi wa Sakafu wameenda kufanya mjadala na Albani masaa mangapi? masaa tisa. Wanafunzi wana miezi hii. Sio ungekuwa na wanafunzi wana miezi, wana mwaka mmoja au miezi tisa, ungefanya naye mjadala masaa mangapi? Hasa maulana alipokuja kuzungumza, akasema, mimi nakwambia, nataka mjadala nawe, unasema huna muda. Umepata wapi muda wa kujadiliana na wanafunzi wangu masaa tisa? Au wewe saizi yako ni wanafunzi wangu, si mimi? Wakati huu Albani yuko hai. Tuache hayo hayo, maneno ni maneno ambayo kwamba, yani, yafaa kuzingatiwa sana.

kuwasaidia mashafi. Kwa hivyo ni mtu ambaye kwamba ni munsif katika alama za insafi yake ni hii hii. Awalan, thaniyan, yeye ni mwanachuoni wa Kiibadhi, ana mashekhe zake ambao kwamba muasirun, kama kino Sheikh Ahmad Alkhalili, kuno Alqanubi, kino nani yule, na wengine na wengine, lakini anakuja kumsifu na kumtakasa na kumweleza kwa uhakika nani, alimamu Hasan Sagaf. Yani, waungwana huwa wako hivyo. Waungwana wenyewe wanasema alilmu rahimun baina ahlihi, alilmu rahimun baina ahlihi, elimu ni uzao baina ya watu wa ilmu, yaani ni kama family, sio kama uzao wa nini wa family, inawaunganisha namna hii pasina kujali madhehebu wala mirengo. Alilmu rahimun baina ahli, haijali kabila, haijali utaifa, haijali madhehebu, inaunganisha humu. Ibadhi imemuunganisha na nani na mshafi, amestafidi na vitabu vyake, amesoma akapata fawaidi na vitabu vyake. Lakini si hivyo tu, hakuishia kustafidi peke yake, akawaeleza watu pia. Najua hakuna kitu kigumu kama hicho hasa katika wakati huu ambao kwamba tuko nao, wakati ambao kwamba watu wingi ni wenye kupinga fadhla na ihsan. Wachana na kwamba huyu ni mwibadhi. Kuna watu ambao kwamba ni mashafi, ni ashaira, ambao kwamba wanasoma kwa maulana alimam, wamesoma kwake na wamestafidi kwake, na sasa hivi hakuna mtu hata kuishiria kwamba nimesoma kwake, wacha hivyo, mara nyingine zakawa namshambulia kabisa Yani kama huwezi kuitarifu, huwezi kumlipa ihsani aliokufanyia kwa nini usitosheke, us us us kunyamaza tu, kwa nini umshambulie? Yaani kama sisi ala, <laughs> fikra <laughs> kuna watu yastafiduna minna, wanastafidi kwetu na wamestafidi kwetu, wamesoma, kisha maadhalika wanatupiga, wanatufanyia hu hujma, na si hivyo tu, yuhadhiruna nnasa min halakatina wanawatahadharisha watu, tahadharini na yule mtu, ni mpotoshaji mkubwa yule. Wakati huo, huo, huwa yastafidu minna wastafada minna lakini, ala fikra, kuna watu wamesoma kwetu, baada yake wanatoka wanasema, ule tulikuwa naye sehemu, tulikuwa naye kule sehemu kadhaa, mlikuwa naye nani alikuwa mpishi wenu, mlizi wenu walikuwa nani? Kwa hivyo katika wakti kama huu kumpata mtu alim munsif kama huyu Fikra, ni ngumu sana lakini ala fikra niwaambie kwamba katika madhahib katika mashekhe wa madhhib ambao kwamba munsifuna wana insaf na huo hawamdhulumu mtu haqi yake ni mashekhi wa Kiibadhi. Yani ala fikra, mimi sizungumzi maibadhi kama ni watu nimewaona kwa mbali. Ni watu ambao kwamba nimeishi nao minqurbin kwa min ukaribu wakati nilipokuwa Malindi, huko si mbali, lakini si karibu sana lakini uh, maeneo pale markas, mi mara nyingi swala za alasiri na dhuhuri, mara nyingine hata magharibi, nikaenda kuswali katika ule msikiti. Kwa hivyo nilipata kuwaona, wachana na maswala ya akhlaqi zao, za kielimu hata miamala yao miamala yao na watu, miamala yao na wageni, ile nidhamu yao sija, kwanza katika nadhafa, sijapatapo kuona msikiti nadhifu katika Malindi zaidi ya msikiti ile kibadhi. Nikuwa nikienda kuswali msikiti ambako kwamba ina nadhafa ya hali ya juu na inafua yani, na yani hupati uchafu hata kidogo yani, kila sehemu za kutawadhia, sehemu zote zote zote, sehemu zote na wofu, miamala yao, wakadha munsifuna lilghaya hivyo ni watu ambao kwamba yaani ana arifuhum an qurbi, ni watu muhtaramun fikrian, ni watu ambao kwamba yaani, tarehe pia yaonyesha toka kitambo wao walikuwa ndio watawala wa, wa Zanzibar. Lakini pamoja na hivyo mara nyingine utamkuta qadhi ni wa kishafi, makadhi wa kishafi tele pale Zanzibar kina Omar bin Smith na wengine, lakini mtawala ni wa kiibadhi hivyo ni watu ambao kwamba yani, munsifuna lilghaya kiasi ambacho kwamba wao wanaweza kukufanyia insafi au wanaweza kumfanyia alim wa kisunni insaf kuliko masuni wenzake wanavyo wanavyoamiliana naye hivyo. Yani, haya ni maneno ambao kwamba nimesoma kitambo, lakini bado hayatoki katika nini katika akili yangu na hii taban kitabu yani ya rai kitabu fiqhu salam kwa maandiko katika uslub, yani sahl mubassat, uslub sahl mubassat katika mayizati za vitabu vya Sheikh Tiwani. Na taban ni mtu ambaye kwamba arifu wa qurb, tunawasiliana naye mara kwa mara katika mayizati za vitabu vyake. Ni, ni yani tafsit, kuepesisha na uslubu wake ni uslubu ambao kwamba ni sahl, mtu yote um akisoma hayastafidu minhu, yani ana kamani yani, usiku mbi musannafati, na ako na vitabu vingi. Taban si peke yake, iko na vitabu vingi, kipata kitabu kipata vitabu vake adhu aleiha binawajidh, na hawezi kukosa faida, hawezi kukosa, hawezi kukosa faida. Wahakadha yanbaghi itakana, hivi ndio itakana tuishi. Mtu akifanya insaf, lazima mkubali, si ndio? yeah.